Tazamaji, tunaendelea na mazungumzo yetu. Nilikuwa nimemwahidi bwana Ndagita na vilevile dada yetu Joyce watakuwa na nafasi ya kuzungumzia. Uh, maswala ni mengi tu lakini, ikiwa tunazingatia tu uh, miungano ya kisiasa, tupate funzo gani kutoka hili ambalo limetokea. Eh, hakuna aliyetarajia kwamba naibu rais alikuweko Rigadhi Gashagwa hangekamilisha muhula mzima eh, na rais eh, William Ruto. Na kwa kuondoka kwake imetokea kwamba wenyeji wa Mlima Kenya wanahisi kwamba miradi haiwafikii sasa. Kitu cha kujiuliza ni kuna somo lolote ambalo wanasiasa kama nyie na wakazi kutoka Mlima Kenya mmepata mafunzo kutokana na miungano hii ya kisiasa au uh, mivutano ya kisiasa ambayo inalemaza pande moja na pengine kufurahisha wengine? Eh, asanti sana Nimrod, na kwanza niseme hapo awali ulikuwa umeuliza kama Rigathi ndiye alikuwa na makosa, na mimi nasema Rigathi Gachagua hakuwa na makosa. Ile makosa kubwa ili, uh, ilifanyika ni kwamba William Ruto alitumia vibaya Rigathi Gachagua. Kwa sababu hata ukisikiza siku nyingine nilisikiza huyu Kemani Chong wa akiongea. Alisema hata kabla wa hajachagua Rigathi Gachagua kuwa naibu wa rais, walikuwa wanajua watamtemua baadaye. Kwa sababu walikuwa anataka kidiki awe. Kwa sababu ukiangalia character ya William Ruto, yule mtu anataka kucontrol kila kitu akiwa peke yake. Na Rigathi sio mtu wa push over, si mtu wa kusukumwa. Ni mtu anasimama kidete na anasimama na ukweli. Kwa sababu ya hiyo eh, William Ruto hangeweza kukana naye eh. So lazima ange mobilize hao watu wa ODM na wa UDA ili wamtemue. Lakini pia ukiangalia kwa ile nafasi nyingine, mwananchi wa Kenya anataka ule mtu anamtetea, hata kama hayuko politically right, lakini ako right kwa mwananchi na Rigathi is one of them kwa hivyo mimi nasema opposition, eh, the United Opposition lazima tuangalie hao watu wote, kila mtu akona strength zake na kila mtu akona weakness zake, lakini itakuwa mambo mbaya tukikuja kukose kusikizana, alafu tupatie William Ruto nafasi nyingine ya kuongoza Kenya kwa maka nyingine tano. That will be a big big mistake. Kwa hivyo nataka pia mimi niangalie nitashukue, eh, Rigathi Gachagua ni mtu anapendwa na watu. Na mimi ni mimi ni, ni MCA kwa uh, muhula ya pili sasa, na najua vile wananchi wanasema, na kama siri kadhi kachagua saa hii, sijui wananchi wangekuwa wanatembea aje kwa mm -hmm. sababu wangekuwa wamefinywa kabisa, so ile kitu tunasoma kwa hiyo mambo yote imefanyika ni kwamba lazima to strengthen parties kwa sababu ukiangalia ule mtu wendo Musalia Mudavadi ako kwa serikali ndani ako very senior na amekuwa pale, lakini ukiangalia zile kulalileta kwa Kenya Kwanza ni kula hata kaunti moja ya hizi leta, lakini kwa sababu alisimama na chama yake ya ANC, amekuwa pale hivyo. Pia sisi hata kama watasema ni tribalism ama ni ukabila, lazima tujenge chama ya kuhakikisha eh, in the near future hakuna vile mtu atachaguliwa na wananchi and the will of the people ikuwe diverted ama ikuwe nullified by the people who are elected to protect the same people, kwa sababu hiyo ndio imefanyika na ndio kwa sababu, ndio tunasema saa hii lazima tushikane kama watu wa united opposition hmm. na lazima tuweke ino, ino tofauti zetu za kisiasa kando hmm. ili tuweze kuleta kila mtu pamoja, ili tuweze kupata usukani ili eh, upinz, upinzani ama sehemu ya Mlima Kenya kwa mfano ijihisi kwamba inaendelea kupata maendeleo au haitajikuta katika hali kama hii. Inastahili kufanya nini? Eneo la Mlima Kenya kwa mfano ndio isijikute katika hali hii ambayo inajihisi kwamba uh, ni mayatima wamesaulika. Namna gani Mlima Kenya ifanyeje? ah, kile <coughs> naweza penda kwanza kusema mm, ili tuseme for example nikuwa Laikipya, nisijipate mimi kama mmoja wa Mlima Kenya. Unajua sijui, wengine kuna wengine wanakura kwa serikali so sijui si part of Mount Kenya yote iko opposition wengine watu kama vile nilikuwa nimesema hapo awali, wengine tayari wako kwa serikali na kuna vile wana benefit. Ili nisikuje kujikuta mali kama hapo, mimi nikiwa mwana, like, mkaji wa Laikipia, ni kwanza nikatae siasa ya conmanship. Ule kiongozi mwenye tutaweka pale juu, tukiangalia kama united opposition pia lazima tuchambue kila mtu kila mtu Matiang'i alikuwa CS si yes, amefanya nini? Amefanya nini? Na tukiangalia hiyo analysis yote, ndio inafanya party leader wangu kuwa the best. Saa hizi tulikuwa tumesema hapo awali, the country is bleeding, the country needs a father. Saa hii ndio Kenya ina need a father figure. Kalonzo fits there. Kalonzo is the only man mwenye atakuja kukutu kutuponya hizo woods because we are wounded as a country as a nation. So now allow me to finish Nimrod kindly uh, right now tukiangalia, for example, tuliona wakati there are these nini major and zile tunasema ni nuclear like education is a must. Unaita walimu state house unawapea 10000 and yet mashule tunaona kila siku vile zinaendelea kunazo, uh, mashule zingine zinavyo this is conmanship na Ka, mm, Rigiji alipata a bleeding country. Kwa tumechoka so alikuja kutusaidia and that is why we welcomed him, that is how unaona, despite the fact that unaonaaha sai ako na nguvu kuliko venye alikuwa nini akiwa kwa serikali kwa sababu alikuta watu wamechoka na tukasaidiana kufanya nini. Cause sahi, we'll have no sympathy with the two term leaders. Ah. From the head, all the way to grassroots. Sahizi tunaangalia nani tunachagua, hata pia hao juu wanajua tuko against them. Theutam ndio tulisema pale mbele, tuchunge ju tutaretewamol, tunaenda tunanunua certificate kwa chama, tuna thuyo leader wameishi kutu sahii, wamekusanya pesa, watakuja kudanganya wananchi. Sahizi where, where was that William Ruto 3 years back, si ni tuko 3 years sahi sahii, ndio anajua kuna place inaitwa Kitui, kuna pali kunaitwa kitu fulani. Unaona, sahii ndio anajua, look at the affordable housing, wizi tupu, nothing good. Tunaweza ona kwa hii nini? We need to Daktari, sijui kama huu ndio mwelekeo wa kitaifa kwa sasa hivi e, kwa sababu imebainika wazi na nafkiri Ndagita alitangulia kwa kusema kwamba haiwezekani kwamba chama kimoja katika taifa hili kitaweza kuchukua utawala. Kwa hivyo atakuwa lazima kuwe na miungano. Bahatimbaya ni kwamba hii miungano ni miungano ya kijamii ambayo inakuja kwa njia ya chama utakuta jamii fulani lazima wapige hesabu yao, kama anavyopiga hesabu zake Rigadhi Kashagwa, kama anazopiga hesabu zake kiongozi kutoka Mlima Kenya. Kwa sasa hivi hatujui atakayepiga hesabu kwa niaba ya chama cha ODM ama sehemu ya Nyanza kwa mfano, lakini mkoa wa pwani na kadhalika itakuwa hivyo. Ukiangalia sehemu za kaskazini pia kujipanga ni lazima. Eneo la Kisii ambalo anakotokea Fred Matiangi ambapo anashabikia dada yetu Kathi lazima ajiweke katika misingi ya kijamii kwanza, aweze kushikwa mkono. Hiyo inakuwa na athari haswa wakati ambapo kunakuwa na matatizo ya kuelewana baada ya kushinda uchaguzi e, na kutengeza serikali, kwa sababu miungano inatokea, fulani anavutia kwake, mwingine anapungukiwa. Mi nafikiri uh, nimbo <coughs> kwamba hakuna kitu mbaya haswa ya watu kuja pamoja katika mas, ma, ma, masomo ya uongozi hakuna kitu mbaya kama Luo Nation, uh, Kamba Nation, uh, Kikuyu Nation, Masai Nation coming together to form a state. So there's nothing wrong in mobilizing from regions. Hiyo hakuna kitu mbaya, kile tutafanya tofauti na ile tulifanyika 2002, ma MOU zilifanywa, kama ziko kwa siri, watu wako wanajua nini ambao viongozi wamepanga, uh -huh. This time round watu watakuja pamoja United opposition, na nimesema United opposition si eneo moja na lingine, ni Kenya mzima Saa hizi kuna wale wameshambiki, wale wale wanaonekana vigogo, lakini tunapata wengine kutoka Coast, wengine kutoka north eastern, kutoka Luo Nyanza, kutoka upande ya rift valley, mpaka kila mahali pembe ya Kenya wakuje pamoja and I want to say this. Mimi kwangu hapa siwezi kuja kuongelelea vibaya my colleagues, wale colleagues principals wa vyama vyetu You know, naivo kipa kusema si vizuri, kwa sababu mi naheshimu wale principals wote, na hakuna mbiu na, na watu wasikuweke pressure hii mtu kusema nashambikia fulani. Bado sisi tutatoa presidential candidate uko oh, 2027 aki tumtoe saa hizi anze kushambikiwa na hiyo wa, watu wa kwa serikali akifukuza usiku na mchana hapa. Kwa hivyo tutaona watu wakipiga densi tukienda Kenya mzima, hiyo ni mambo tutafanya baadaye. Kwa hivyo hakuna ubaya watu wakuja wakubaliane vile itaendelea. Wacha ni kwa, kwa haraka sana tutakuwa moja ambayo tutasema ni fomula gani tukiweka hawa wote watu kumi viongozi ambao watakuwa wote wamekuwa wamekua wamenduziwa na vyama vyao kusimamia urais. And for record hakuna kitu inakataza mheshimiwa Rigathi Gachagua kwa sababu kama kesi yake haijaisha bado anaweza simama hata yeye, twende pale tutafute formula ya kusimama na viti zigawanywe. Lakini for record, wacha tu niseme hivi ya kwamba watu wasikue na, na maralamiko mingi na kiongozi wetu wa zamani, Uhuru Kenyatta. Na mimi huwa nasema, tusiongee Uhuru Kenyatta kama ni mtu yako kawaida. Huyu ni mtu amekuwa amekuwa the head of state is a statesman. Hadharani, hiyo video iko hapa ya kwamba nyinyi mnakataja Northern. So mambo kama hiyo tuachane nayo. Lakini sisi tumesema hivi ni Mrod. Yeyote ambaye tunaona ni kama anatumika usiku na mambo ya tutam, sisi kama wantam hatutaki mambo yake. We are very clear about that. Yeyote, ndio ndio maana watu wengine tukaona wameenda wamekumbatia Matiang'i. Matiang'i ni mtoto wetu, ametoka huko juu amekuja. Wakiona wamemkumbatia akina Ngunjiri wa Bogo na akina Kioni, tukamwambia bwana, hao ni hatari watakumaliza kimbia kutoka kwa watu wengine wako pale njana, wanaenda wakaenda akaintrodusiwa wana waka, kama mheshimiwa wa Githunguri, ati huyu ndiye anatupatia siri za kutoka opposition. Huyo mtu tunamtangaza hadharani akae kando mpaka aokoke, siku hiyo nyingine arudi. Lakini for record ni very important please, wacha tu tusemie mambo ndio tutoke hapa leo. M kiongozi msemaji wa Raila Odinga Dennis Onyango ndiye alisema ya, ya kwamba Mheshimiwa Gachagua na Kalonzo na wa Marwa ndio wanafikiria mambo ya ugonjwa wa, wa, wa baba yetu Raila Odinga. Acha tuseme for, for record, wao ndio walianzia ule wakasema. Gachagua akasema, Kalonzo si bacteria na si virus sisi. Wakati Gachagua wa amesema ataomboleza ata kifo, kama amenyamaza, watu wote wanamuongezea maneno atokeze, na ndio maana akasema, acha ninyamaze. So kila mtu mpaka jana enmo Nairobi. Yaani kwa kumalizia tu, dada yetu Kathy, kuna athari yote kiongozi wote kupuuza eneo la Mlima Kenya kama ilivyo kwa sasa hivi definitely. Uh, Mlima Kenya ukiangalia kitu cha kwanza ni kuwa tuko na numbers um, na hiyo ni kitu ambayo uh, watu wengi huongea wakati wanajaribu kuchambua siasa za nchi, na hizo numbers ambazo ziko katika Mlima ni kusema uka, ukaweza kupata either upate zote ama pia upate kiwango fulani, aidha kiwango kubwa ama yoyote ambayo unaweza pata kutoka Mlima Kenya, basi uko na ile tunaweza sema tena kwa kimombo advantage. Kwa hivyo itakuwa ni, ni, ni, ni, ni jambo ambalo si la busara kuachilia Mlima Kenya na useme Wakwende wa ama hutaki kura zao, lakini kwa hivyo, pia, kwa hivyo, kwa kusema hivyo, e, si maneno yako. Kwa kusema hivyo inamaanisha kwamba pia Rais William Ruto hawezi kupuuza, yeah. Hawezi na, na, na ndio maana hata ukimwangalia kuna, kuna mambo nimeona akizunguka akifanya ambayo anaita empowerment. Hata ika, ikaelezwa vizuri na dadangu hapa kuwa wanapeana sijui ni viazi sijui ni, ni mchele na nini, lakini vitu mingi ambayo amekuwa akifanya Unaona, watu wanamshabikia wanaenda pale wanaokota hiyo mchele wanachukua pesa na wanaenda, lakini ukirudi ground usikize watu bado hawajarudi, kwa sababu walimchagua, lakini sasa wametengana naye kabisa. Hiyo nayo kabisa, kuongea ukweli, hivyo ndivyo ground iko. Lakini uh, kuna kitu moja ambayo tunafaa kujiuliza ni kwa nini vyama vyetu vya kisiasa vinakuwa ni vyama ambavyo zina, vinakuja wakati uchaguzi unakaribia, na tunataka kushika watu wote kama mbuzi ama kondoo, tuwaweke kwa hiyo chama, tuende tutengeneze serikali. Tukitengeneza serikali, tunaua hiyo chama kitu mmoja ambayo Mlima Kenya tumekosa kufanya, na si sisi tu, pia wale walikuja hapo mbele yetu. Tumefanya vyama kuwa ni vyombo tu vya kutupeleka mahali tunaenda, na tukifika tunaua vyama. Kuna chama moja ambacho kimepewa, uh, heshima na watu wa Mlima Kenya na ni chama cha Jubilee ambacho mimi mwenyewe ni kiongozi wa chama hicho <laughs> na kimepewa heshima sababu kiongozi wetu anaheshimika si eneo la Mlima Kenya tu ila ni nchi mzima. Kwa hivyo ni vizuri tukiangalia katika siasa ya chama, si yule mtu ambaye anapiga kelele sana, si ule mtu ambaye ako na hasira sana, si ule mtu ambaye ako na emotion sana, si ule mtu ambaye amekosewa sana, ni ule mtu kati ataweza kuunganisha taifa. Kati yo inaonekana, unaweza kusimama kwenye presidential debate ukamtetea kiongozi wako bila yeye kuwa ni vile presidential, ule alikuwa rais haezi kurudi tena kusimama, lakini tunasema tu kwamba hizi vyama watu wakutane ground

Sekunde moja, Joyce. Asante. Tunataka William Ruto atoe zile charges ziko eh, ya ku replace iko bado 1250 enda huduma center watuambie hizo ah. pesa hata tunataka kufuata mheshimiwa zinaenda wapi nasema asante sana pia mtazamaji, kwa kuchangia na wananchi pia kwa kuchangia, pamoja kwa kutazama na vilevile vile, eh, kuzungumza na wanahabari wetu. Tutafanya kazi hiyo wakati mwingine. Asante kwa sasa, taarifa zetu za saa saba mchana ni hivi punde. <mucho>